Tuna, mwekezaji mmoja hapa anamenya miti kaibiwa milioni 85 ndani. Kaibiwa milioni 85 hapo kwenye kiwanda chake, alizichukua wapi? Alikaaje nazo nyumbani, anajua yeye. Kesho atanyongwa hapo, italaumiwa serikali. Nani anawapitisha kwenye taratibu za uwekezaji kwenye maeneo yenu, yuko kwenye wilaya ni washiriki wa vikao vya uwekezaji kwenye wilaya zenu, ambako majisi ni wenyeviti na madasi ni makatibu, wanaelewa kwamba kuna mtu anaitwa mfanyabiashara wa wilaya, wanatosha kukutana naye na wazungumze mambo ya maendeleo ya hiyo wilaya na uwekezaji wao na changamoto zipo anazipitia. Ah, au wote tunabaki tusha tunashangana, ili watu wanaopita huku wao na kwenye nyama ile ndani wapo. Kwa tukasema tusijiulize maswali mengi, tuitani hapa, tuzungumze kwamba maeneo haya huo wanaomba halimashauri au kama kuna mtu ana eneo lake nawapatia, huwo wanakuja kujisajili papo mahala pauwanbiaji, papo mahala pa halimashauri, lakini idara yetu ya kazi inajua NSSF anajua kwamba mtu au naye sasa pale kwenye kiwanda umeweka mswahili mwenzetu nasa utumishi lakini kidaba

kwa sababu ya ujinga wa watu wetu, wanadanganya na wawekezaji. Anakuja hapa anajua mkataba wako mwaka mmoja, ila wakija hapa wana watu wengine. Sisema mimi ni kibarua, nalipa kila wiki shilingi elfu kumi. Ghafla wamefunga kiwanda, hajalipwa stahili zake, ndo anajua sasa ofisi ya mkuu wa mkoa iko wapi, ndo anajua ofisi ya mkuu wa wilaya iko wapi, na anaenda sasa kwenye kulalamika. Na hao ni wajinga, basi kuna wajinga wakati huko kwenye wawekezaji wapo. Kuna mjinga wa kwanza ni afisa wetu. Mwekezaji anakuja hapa, anaweka kiwanda anaajiri mzawa, afisa utumishi. Afisa utumishi, hakuna, ukienda kule, unakuta vibarua kama ishirini thelathini. Ukiwaambia hapa ni vibarua, wanalipwa ni wiki basis. Na kwenda tembelea pale miezi mingi wapo. Miezi kapo, miezi nane wapo. Utakuja kujua sisi kwa baada ya mwekezaji kufanya vitu. Na kuna mara nyingine hata sotumishi mwenyewe kufanya vituko. Anakuja hapa angalia na watu wengi. Wewe mwezi sema ni kibarua. Sasa hapa mambo ya kwamba mwaka kwa moja yametokea wapi? Inalaumu serikali. Kwa mjinga mmoja. Tunamjinga wapi ambaye anamnunua ardhi kwa niaba ya wawekezaji wa nchi.

Ndio, inaomwambia no mwekezaji si no, kesho atakuja. Ndio unanipigia unaniambia bwana, kesho hapo, tunataka hapo biashara biashara yetu, ninamwambia kesho, anakuja mtu wa biashara, pesa, utajua kwamba ni zuzu. Nitakapodhulumiwa hela, sasa ninakuja hapa kwenye ofisi, unaenda kwa DC, nienda pale, hawajanisikiliza

lakini watu wa ardhi watusaidie. Kuna maana mheshimiwa, jinsi katika halmashauri zako kwenye kuuliza imeonekana kwamba ni siri pia, mtu aidi pia anafanya ni siri. Kwa hiyo pia kuna watu kwa shangati, wa kake, sasa, kwenye kwa halmashauri wanashangaa tu, mtu ameenda pale ameweka kiwanda chake anamenya magogo. Sasa huenda kuna mchango kwa wakulima wetu kwamba inasaidia, lakini sisi tumekaa hapa kama Watanzania tunaangalia kwenye kwenye eneo nne kwenye hayo mapana <coughs>

Sasa imekuwa sa ni barabara ya rodeo sasa watu wanakangana huko. Ni uwekezaji wa miaka mingapi? Nani wenyewe mkataba? Ni TIC, ni Halmashauri, ni kijiji, ni aliyekodishiwa. Lakini pia tunataka kuona Tanzania wa hovyo ambao anasimama kwa niaba ya leseni ya mwekezaji wa nje. Sasa tusiye pia tunataka watu wajinga kina magumu. Magumu wamsomee msomeri kwenye kitabu. Eh. Hey. Hey. Baada ya kupokea mtu mjinga, anakuja hapa anachukua leseni kwa niaba ya mtu mwekezaji wa nje kwa sababu anapata shilingi 10. Anadhani ni siri ya kumsaidia. Kumba yekuja kwenye sanaa za biara. Hii nadhani kwamba mwambie afanye hivi hii wewe kaseba, ili wewe mteja zaidi kesho kwa sababu mtu baada ya miezi mitatu ataondoka hapo. Utabaki na wewe. Sasa tukasema ili jambo tulizungumze hapa kwa uwazi. Nachosema, sio jambo la siri tuna interest in sisi kama serikali ya mkoa kila mwekezaji wa, wa, wa viwanda kwa barabarani, kwamba tuna meja venga nanini. Ni, ni kweli natija kwa wakulima, ni kweli tunahitaji uwekezaji. Nani mmiliki? Sasa mfano mzepo naita watu sisi hapa ndio viongozi wa mkoa, mnaita watu wakwambia wameondoka kwenda tunapenda huko, watakuja hapa italaumiwa serikali ya kijiji, italaumiwa serikali ya wilaya, atalaumiwa polisi. Sisi tunaenda kwa kitu na kwambia hao walipata dharura, wameondoka. Wana serikali nyingine ambayo inaenda kuisikiliza. Ani ni wawekezaji au ni madalali wa wawekezaji? Hii tujua, na hapa ni kadi dalali au kweli ni wawekezaji hii tujue, kwa sababu hao ni watu wakoo. Kesho wakija hapa, balozi wao wanaanza kuraise mananuku wamba hatusikilizwi, tunafanywa hivi, tunafanywa vile, anafahamu <tuhi> bali ya serikali. Kuna maeneo ambayo hata wao na serikali yao ya wilaya hawafanani na tutakunanana naeanize o wana mwenyekiti wao kutoka jamii yao ni afisa biashara wetu wa wilaya na coordinate anawajua. Mwenyekiti kiti kwa baraza la biashara la wilaya BDC anawajua hawa wawekezaji, shughuli ambazo zifanya afisa biashara wetu wa wilaya anawajua, anaweza kawa sisi kwa kama jioni hapa tujue kwamba kuna kitu gani kinafanyika.